Kwa majina anaitwa Dkt. Irene Makundi ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutoka idara ya magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila. Leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na ugonjwa wa TB tukiadhimisha siku ya TB duniani. Ugonjwa wa TB kwa Kiswahili ni ugonjwa wa kifua kikuu ambao kwa asilimia kubwa huathiri mapafu. Na Tanzania ni nchi mojawapo ambayo ina wagonjwa wengi wa TB lakini kwa juhudi nyingi ambazo zipo za serikali zimekuwa zikitoa dawa kwa ajili ya wagonjwa hawa. TB ni nini sasa? TB ni ugonjwa ambao unaathiri mapafu kwa asilimia kubwa lakini unaweza ukaathiri viungo vingine vya mwili, kama ubongo, unaweza kaathiri ngozi, inaweza kaathiri figo na viungo vingine. Hata moyo unaweza ikaathiriwa na ugonjwa wa TB. Na ugonjwa wa TB ambao ni kifua kikuu kwa Kiswahili unasababishwa na wadudu au bakteria ambao wanaitwa Mycobacteria tuberculosis ambao kwa asilimia kubwa hushambulia mapafu na viungo vingine. Kuna makundi zaidi ambayo yanashambuliwa na ugonjwa huu. Makundi hayo ni kama wagonjwa wenye maambukizi ya virusi vya UKIMWI au wagonjwa ambao kinga zao zimeshuka, wazee na watoto, ambao mara nyingi wazee na watoto kinga zao zinakuwa chini, wagonjwa wenye magonjwa ya muda mrefu kama kisukari au kansa wamama wajawazito na watu mbalimbali mbali ambao wanakaa kwenye misongamano mikubwa kama magerezani, sehemu zenye masoko ambazo zina watu wengi, ndio watu ambao wanashambuliwa na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Dalili za ugonjwa wa kifua kikuu ambao ni TB ni kukohoa mara kwa mara na kukohoa mfululizo zaidi ya wiki mbili. Kukohoa huku kunatoa makohozi, yanaweza kuwa ya njano, lakini huwa kinatoa makohozi, lakini mgonjwa anaweza akapata makohozi ya yaliyochanganyika na damu. Mgonjwa huyu anaweza akapata homa za mara kwa mara, hasa wakati wa usiku, homa za jioni, tunasema ni homa za jioni. Lakini mgonjwa huyu pia anaweza akapata kutokwa na jasho jingi hasa wakati wa usiku, majasho ambayo yanaweza yakaloanisha mashuka na yakaloanisha matandiko katika kitanda chake. Lakini pia mgonjwa huyu anaweza akapata na kupungua uzito bila sababu za msingi za kupungua uzito, na vile vile anaweza akapata pia dalili ya kuchoka uh, bila sababu kuna aina kuu mbili kama nilivyotaja pale mwanzo, kwamba kuna TB ya mapafu na TB nje ya mapafu. Lakini kuna aina kuu mbili, kuna moja ambayo ni active TB, TB inayoambukiza, ambayo mgonjwa huyu anakuwa na dalili na ana uwezo wa kuambukiza watu wengine, na nyingine ni TB isiyoonekana au latent TB, ambayo mgonjwa huyu anakuwa anakuwa si mgonjwa, anakuwa amepata vimelea vya Uh, vya kifua kikuu lakini anakuwa hana dalili, na endapo kinga zitashuka, mtu huyu anaweza akapata dalili zote za TB na akapata ugonjwa wa TB ambao unaambukiza. Matibabu ya TB tunatoa uh, TB ya mapafu kwa asilimia kubwa tunatoa kuanzia miezi sita, na wagonjwa wengi wanashauriwa kutumia dawa zao kila siku kama walivyoelekezwa na mtaalamu wa afya. Lakini pia kuna TB, hizo ni TB ambazo ni za kawaida, lakini pia tuna zile TB ambazo zinakuwa sugu kwa dawa za kawaida ambayo tunaita ni MDR TB, multi drug resistant TB. Hizi ni hii ni aina ya TB ambayo haisikii zile dawa za awali au dawa za kawaida za TB. Na hii na, na ugonjwa huu wa kifua kikuu ambao ni MDRTB, huwa tunatoa dawa za ziada kwa ajili ya matibabu, na matibabu yake yanaweza yakaenda mpaka kuanzia miezi kumi na mbili mpaka miezi ishirini na nne kutegemeana na ugonjwa na kutegemeana na hali ya mgonjwa na usugu alionao. Lakini pia tuna usugu ulioendelea zaidi, ambao usugu huu wa dawa hausikii hata zile dawa za kwanza dawa za kawaida wala zile dawa za ziada, na hapa kunakuwa na changamoto ya matibabu. Kauli mbiu ya mwaka huu ya kuadhimisha siku ya TB duniani ni yes we can end TB. Kwa pamoja tunaweza tukatekomeza ugonjwa huu wa kifua kikuu. Kwa hiyo rai yetu ni kuwaambia wananchi wote na jamii kwa ujumla kwamba ugonjwa huu wa kifua kikuu unatibika na endapo mgonjwa yoyote au mtu yoyote katika jamii ataona dalili hizi au ataona dalili hizi kwa mtu mwingine yoyote ni jukumu lake kuwahi katika kituo cha afya na kupata matibabu kwa sababu ugonjwa huu wa kifua kikuu unatibika na matibabu yake ni bure. Tunaishukuru serikali kwa sababu imehakikisha ime, kwamba dawa hizi na matibabu na vipimo vyote vinavyohusiana na kifua kikuu vimesambazwa katika vituo vyote vya afya na dawa zinapatikana bure. Kwa hiyo kila anapoona dalili hizi, tunatoa rai awahi katika hospitali ya karibu aweze kupatiwa vipimo na kupatiwa matibabu yanayostahili.